Kuja leo hapa kuomboleza kifo cha ndugu yetu mkubwa Mheshimiwa Cyrus Jirongo. Ningependa kusema pole sana kwa familia na kwa watu jamii yote ya Kakamega County kumpoteza kiongozi kama Cyrus Jirongo. Jirongo alikuwa kiongozi yule ambaye alikuwa na msimamo dhabiti, kiongozi yule ambaye alikuwa wa kusema ukweli, na tumesikia uchungu sana kumpoteza kiongozi kama Cyrus Jirongo. Vile ndugu yetu Eugene amesema, tungependa maswali kadha wa kadha yajibiwe. Kwanza, tunashangazwa sana kwamba masaa karibu sabini na mbili yanaisha na mpaka sasa hivi hatujaambiwa ni akina nani wale walikuwa katika ile basi ya Climax. Hatuwezi kuwa na Waluya sitini na tano wanasafiri wakienda nyumbani wapate accident ambayo ndugu yao amekufa, alafu hakuna jina hata moja tumeambiwa masaa sabini na mbili baada ya kifo ya Jirongo hakuna jina hata moja kutoka kwa Climax bus. Tungependa kuambiwa hiyo basi ya Climax ilikuwa imebeba wakina nani, sababu basi ya kwenda Busia inabeba Waluya. Haituwezi kuwa tumempoteza Mluya hapo alafu jama moja peke yake ndio anakuja kusema kwamba alihusikana na hiyo accident. So maswala haya sisi kama jamii tunasisitiza Rais wa Jamhuri ya Kenya kupitia uongozi wake aambie, awe DCI, kwamba we want those answers. Hatutaki maneno ambayo imeanza kuwa katika magazeti leo. Mnaona wanaanza kuwekelea kusema kwamba kulikuwa na handbag katika gari. We don't want those side shows. tunataka tuambiwe wale watu sitini na tano ambao yule dereva alisema walikuwa naye walikuwa wapi? hawakupiga picha yoyote? ni akina nani? We want those answers.